Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Sijui wa Kenya walifanya nini huko Tanzania. Kwanza ingekuwa mimi ningewaweka viboko. Hii kimbele mbele yetu ya hapa Kenya msipeleke nje nyingine. Hapa kwanza Tanzania ni mzuri sana. Enda hapo West Africa. Hata huwezi kuongelea siasa uuliza ati hii siasa hapa inakaaje. Hii freedom tuko nayo ni mingi. Unaweza kutusi kila mtu, unaongea vile unataka. Hii kimbele mbele yetu hii msipeleke kwa nchi nyingine. My friend. Kwanza ningekuwa mama Suluhu. Ningeweka hawa viboko mbili mbili. Siku mbili. Kama dawa ndio warudi nyumbani wakiwa na heshima. Hii kimbele mbele yetu ya Kenya na freedom na demokrasia tuko nayo. Fanyeni tu hapa, lakini msidhani mtasapeleka hapa kwingine hapa nje. So hii kelele yote oh, mnapiga. Kwanza watu walihurumia tu kwa uh, sababu ni marafiki yetu. Ingekuwa tu hawatujui. Hiyo ujuaji mko naye. Sasa mnajifanya tunataka kwenda kufanya kesi eh, Tanzania. Si umemaliza kesi kwa hapa hii makoti yetu hapa? Simsaidie eh, watu wenye wajuwezo wamezama huko kwa mapriso. Wamezama huko wame, uko, wame, kuna mtu anafanyia kesi huko kotini hapa. So mjitolee mfanye free. Eh? Hii kimbelembele hii muwache pagalani. Na mu, I wish mgo mnajua demokrasia yetu mlena, yani, uko na demokrasia, muko na freedom ya kila kitu, lakini musipeleke kwa njia wenyewe. Hii ujuaji yetu hii, hii ujuaji yetu ya keja hii, iishie ishi etu hapa. Kama ningekuwa Mama Suluhu, lakini Mama Suluhu chonjo kabisa. Wakikuja next time, make sure wamekula marago. Wajue